Maswali kichwani. I feel it's like the narrative is changing. what narrative? kulikuwa na ajenda ambayo ilikuwa inasukumu ajenda ambayo ilikuwa mwana okay. mwananchi, ya mwananchi maswala ya okay. mwananchi h kulikuwa na ajenda kama vile sha kweli? at least iweze kufanya kazi vizuri kweli na watu waweze kufaidika na sha ajenda nah. na ya abc pia kwa hivi sasa nobody is talking about ibc again Mm -hmm. Eh, interview zinaendelea pale vile na maswala mengineo. Naam. Agenda kwa hivi sasa pia security. Security pia is an issue. Very big issue by the way. Very big issue by the way. Very big issue. Ushaona. Naam. Ushaona. Hizo zote ni ajenda ambazo zinamhusu mhusu Mkenya kweli. Ajenda ambazo zinamhusu eh, eh, mwananchi zinamhusu eh, Mwashumbe Mwakideu Omari you know, walimu ninde. Kukosa kutwitiwa katika masipitali na polisi pia watwitiwi katika masipitali. That is an agenda. Naam. At the same time pia kuna agenda kwa hivi sasa ambapo Teachers Service Commission wamesema kwamba tunahitaji 98,000 more teachers. More teachers. And it's a crisis, by the way. It's a big crisis kwa hivi sasa shortage ya walimu dio. Lakini naona kwa hivi sasa tunasukumwa katika ajenda ambayo i naona kwamba eh, kidogo haimsaidii bwananchi. Naam. Marege, kwa hivi sasa agenda imekuwa kwa hivi sasa, watu wanazungumziwa ni Justin Muturi. Ndio. Kama si Justin Muturi tunamzungumzia kuhusiana na eh, Riggy G. Dio. E, kama si Riggy G tunamzungumzia kuhusiana na Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, kweli trip yake upande wa mlimani Diyo. Kama sio tunamzungumzia kuhusiana na Faruk Kibet, kwa hivi sasa ni agenda ambayo inazungumziwa, msaidizi wa, wa rais. Kama si yeye anazungumziwa eh, Dennis Itumbi. Kushona na maswala mengineo hii ajenda ni nani atakip ajenda ya mwananchi? Najiuliza tu maswali ndio, nani atahakikisha kwamba ajenda ya mwananchi pia tukanzungumzezi ajenda pia ajenda ya mwananchi pia inasikika na haipotei, haipotei kabisa. Najiuliza swali ndio. Je, mwananchi mwenyewe pia kuna vile pia anataka kusukuma hii ajenda yake ama pia yanabebeka na ajenda zinginezo? Je, mwananchi, yani, hata akipelekwa namna gani anaweza kuregesha ajenda yake? Each and every time aregeshe ajenda yake mpaka isikike, kan we do that, kama wananchi because sasa, kwa hivi sasa tumesahau kwamba kuna saa anaona tunabebeka na ajenda zinginezo ambazo maybe sana sana zitusaidii sisi kama mwananchi na isitoshe by the way pia kuna finance bill ambayo inakuja hivi karibuni na exactly, exactly. Tayari unasema kwamba wameanza mikakati ya ku make sure kwamba wananchi hawataandamana during finance bill. Exactly. So agenda ni mingi za mwananchi za mwananchi, alafu vilevile vile vyombo pia vya habari, mshaona magazeti Naam. Can they, can we decide also pia the agenda want to push right now, itakuwa ni agenda mwananchi mpaka mwananchi aweze kufaidika, ama tutaendelea kuongozwa na mwanasiasa katika kucreate agenda ya taifa? Ndio maswali kichwani. Wampigo tena zaidi this beautiful boarding vp